Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Paul Christian Makonda, leo ametembelea mtaa wa Muriet uliopo katika kata ya Sokoni moja, kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu kushindwa kutekelezwa kwa ahadi ya kujengwa kwa kivuko muhimu kinachounganisha kata za Muriet, Sinoni na Lemara. Wananchi wa eneo hilo wamelalamika kuwa kivuko hicho chenye urefu wa takribani mita kumi na tano kutoka darajani hadi mtoni ni kiungo muhimu kinachotumiwa na zaidi ya watu elfu mbili kwa siku, wakiwemo wanafunzi zaidi ya mia tatu wanaoenda shuleni kila asubuhi. Kivuko hicho kwa sasa kimeharibika vibaya, licha ya kujengwa kwa nguvu za wananchi wenyewe, hali inayowalazimu kuvuka kwa taabu au kutumia njia mbadala zinazohatarisha usalama wao. Majina anaitwa Elias Merita Molele. Mimi ni mkazi wa maeneo haya ambayo sasa leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa umefika, na Mungu akubariki sana, kwa sababu umekanyaga kwenye ardhi ya kata ya Sokoni One ambayo ni sehemu iliyotengwa muda mrefu. Sehemu hii kweli ina changamoto kubwa kuhusu suala la kivuko hichi, lakini kwa kufika kwako leo tunaamini kwamba wewe ni mtekelezaji, sio propaganda. Kwa nini nasema hivyo propaganda? Hapa tulishakaa na mtu aliyekaa kwenye ofisi yako, lakini utekelezaji hamna na tumeshakuwa watu wa kudanganywa, watu wa kuambiwa, na ni watu wa kusikiliza tu mioyo ya watu, sauti ya watu, lakini utekelezaji hamna. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Yaani, naamini kwamba tunavyokuona kwenye klipu unazozifanya unafanya kazi ulizotumwa na rais na unafanya kweli kwa usahihi, ili pia tuna uhakika kwamba utaenda kutufanyia, na kwa maana mtoto wangu ni mtoto wako. Au wanayevuka hapa sio mtoto wa mtu mmoja, ni kata zaidi ya tatu kama ulivyosikiliza kwenye klipu zilizorushwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kata ya Sokoni ni sehemu ambayo imetengwa muda mrefu, imetengwa muda mrefu iki, ikiwepo mtaa wa Muriet ambayo mheshimiwa diwani leo saruni yupo. Hata hivyo leo, wananchi wanaweza wakawa wanamlaumu mheshimiwa diwani, lakini diwani hana makosa hata chembe. Simtetei wala simzungumzii, lakini inavyoonekana leo, tuna shule zilizoko pale Muriet. Tuna shule ya msingi ambayo inabeba darasa la kwanza, ina watoto zaidi ya elfu moja. Tuna shule ya sekondari, ukienda kufuatilia fomu 1 haipungui zaidi ya watoto elfu moja. Je, kuna mtoto kufaulu pale ni mwalimu yupi ambaye ana uwezo kumfikia mwanafunzi huyo? Lakini wakati huo huo tukijaribu kuangalia mazingira tunayoishi tunaye ardhi ambaye ni ardhi yetu, ambaye mtu anaipambania zaidi ya miaka kumi na anaipambania mahakamani, na wakati mahakama ya wilaya ilishawahi kutoa hukumu ya ile ardhi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mkoa, naamini moyoni mwangu sio kwa akili ya watu wote, kwamba pale Mungu atakavyokusaidia hata ukateuliwa kwa, kwa, nani kwa, kwa mbunge au ukachaguliwa kwa mbunge, mama akikuteua, mama akikuteua ukawa waziri wa ardhi, najua kwamba tutapata haki ya hiyo ardhi, tunajua kwamba tutapata haki ya hiyo ardhi, kwa sababu kinachopigwa mahakamani ni danadana dana. Ni danadana, haiwezi kutolea hukumu leo kesho ikasemekana kwamba imekatwa rufaa, kesho kutwa inatolewa hukumu, kesho kutwa inasemekana imekatwa rufaa. Hiyo ni danadana ya watu wachache, wanataka kuchukua ile ardhi wakati watoto wetu wanateseka. Mheshimiwa wa mkoa, mkoa ukivuka hapa ukiangalia mazingira tunayoishi ni udongo unaitwa ni udongo wa tindiga. Wananchi wanateseka sana kuhusu swala la mabarabara, wanateseka sana kiasi ya kwamba ukifikiria tulipewa wakati huo hiyo ya propaganda miaka kumi na tano kwa mtu aliyepita ofisini kwako, akatupa watu wa TARURA, tukapita nao wakafika mpaka mwisho wa barabara wakapima, lakini cha kushangaza hiyo barabara haijawahi kufuatiliwa, nyingine haijawahi kufuatiliwa tu. Sasa leo umekanyaga kwenye hii ardhi, tunaamini hata kwamba hata kama usipotumwagia vifuzi, tujengee tu tupate hizo mitaro, nyumba zini maji tupo. Hata juzi nilikuwa naongea na mtendaji, naongea na mabalozi Nyumba ni maji tupu. Hakuna nyumba ambayo leo unaweza ukasema kwamba ni nyumba ambayo watu wanaishi, ukiingia, unaweza ukasema ni pagara la ng'ombe, lakini ni maji. Tukielekezwa ile maji kutoka checkpoint inayotoka baa mpya ije mtoni, uzuri Mungu ametujalia mto, maji yaje mtoni kuliko kuzagaa kwenye nyumba za watu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi sio msemaji sana, lakini ya nasikia moyo furaha baada ya kukanyaga hapa. Wewe wasipendi sana kuona wakina mama wanahangaika. Wanasema uchungu wa mwana ujuae nani? Nani. Ukiona wakina mama wanahangaika kama kiongozi ukai ukagizika kwenye kiti chako, sababu machozi yao na manunguniko yao yanakunyima baraka kwenye nafasi ulizonazo, ko nilivyoona jana kupitia kwenye vyombo mbalimbali ikasema mbali. Ni kitu gani hiki kinaendelea tena? natamani Arusha isifike kwa wema na uzuri wake, sio kwa migogoro na malalamiko yasiyokuwa na mwisho. Lakini moyoni mwangu nikasema, hawa wakina mama wamefika hatua wanasema maneno magumu hivi, halafu ndio kipindi cha uchaguzi chenyewe. Wana mgomvi na nani? Moyoni mwangu nikajua hawagombani na Daktari Samia. Eti kuna anayesema hampigi kura Rais Samia hapa wanaomtaka Daktari Samia na kumpigia kura, naomba mikono yao kwa. Kumbe hapa sio swala la Daktari Samia. Sasa nikawaza ni swala la na nani? Nikaanza kujichunguza mimi mwenyewe, au ni mimi kio? Kwa nimekuja kuwauliza hampigi kura kwa sababu ya Makonda? Hebu nisikie sauti tena kwa jai yangu. Sasa kumbe yako mambo ambayo yanawasibu mpaka mnakuwa na, na hasira na diwani, mnakuwa na hasira na mbunge. Mimi leo nimekuja kuambia msiwe na hasira nao. Msimamizi wa shughuli za serikali, nimekuja kuhakikisha kila kilichoahidiwa na Chama cha Mapinduzi kinafanyika. Nyumba yoyote yenye ugomvi haina heshima hata kwa majirani kwao. Nimekuja kuwaomba migogoro iliyopo inatatulika, inazungumzika, tusijivue nguo kwa watu ambao hawajawahi kufika hata Arusha wakatuona sisi ni watu wa nini, wa matatizo tu, sio heshima. Kaeni kwenye vikao vya serikali za mitaa, kaeni kwenye vikao vya ODC vinavyopanga maendeleo ya kata. Tusisubiri tatizo kama hili, mtoto anavunjika mguu, mtu kadubukia, tukafunga pale barabara, tukapiga kelele, dunia ikajua. Tunajiumiza kwa upande mwingine wa kutokuonekana watu wenye hekima, wanaoweza kutatua changamoto zao wakiwa na uongozi wao. Tumekubaliana kwa pamoja ya kwamba kijengwe kivuko cha muda ambacho kitakuwa bora zaidi kuliko hicho kivuko, lakini ndoto yangu ni tamani ijengwe kivuko kikubwa au daraja ili wananchi wawe wanapita hata labajaji na bajaji na iweze kuunganisha hii mitaa yetu bila kuwa na nini